Okay, um, Kidume, karibu kwa wakati mwingine tena, karibu kwenye platform hii, platform ya Kidume ambayo siku zote tumekuwa tukikuelezea masuala mbalimbali juu uh, ya kukabiliana na tatizo la uh, upungufu wa nguvu za kiume. Tumekuwa tukishea vitu mbalimbali, tunaongea, tunaelimishana, tunakumbushana, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo na vinawakumba watu wengi. Sasa hivi, wanaume wengi siku hizi wamekuwa na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, so tunaelimishana. Tulikuwa tukifanya hiyo mara kadhaa, video nyingine zimepita huko nyuma, zipo, unaweza ukapitia kupitia um, uh, YouTube hii ya uh, Kidume, lakini pia hatuwezi kuishia hapo, labii tuendelee kila siku, kulingana na namna ambavyo tutajaliwa kufanya hivyo. <coughs> okay, um, leo nataka kuzungumzia kitu muhimu sana kikawaida, kiutamaduni of course, um, kwenye jamii yetu ya Kitanzania uh, tumekuwa tunapenda kunywa chai, pengine ni asubuhi, wakati wa mvua au jioni, au si muda wote ambao utajisikia kunywa chai. Lakini unazingatia, unakunywa chai ya aina gani? Kwa sababu niliwahi kuwa niliwakumbusha, nawakumbusha kitu kimoja kwamba um, upungufu wa nguvu za kiume ama kuimarika kwa nguvu za kiume kunategemea mambo mawili, unachokula na namna ambavyo unaishi, mazoezi. Na siri ya nguvu za kiume ipo kwenye chakula, lakini pia ipo kwenye mazoezi. Tutaendelea na mazoezi siku nyingine, lakini leo nitaka nikugusie pia kwenye ishu ya chakula. Kuna chai ya nguvu za kiume, kwa maana ndio chai ambayo itakufanya kuwa imara Chai ya nguvu za kiume ndio chai ambayo itakufanya kuwa imara. Chai hii inakuwaje? Mbele yenu hapa tunaona kuna viungo hivi. Ni viungo ambavyo ni vema ukavitumia kama unataka kuwa imara kwenye ishu ya nguvu za kiume. Hivi ni viungo ambavyo ukivitumia utabaki kuwa imara kwenye swala zima la nguvu za kiume tukianza na hapa, hii ni mdalasini ya unga, hii ni tangawizi ya unga, hii ni pilipili pili manga ya unga, hii ni karafuu ya unga. Vyote hivi vimesagwa tayari kabisa kwa ajili ya kutumika kama chai, sawa? Moja ya vitu ambavyo unatakiwa kuzingatia ni kwamba chai yako ikiwa na hivi viungo vinne, tayari wewe umeshafanikiwa kwenye swala moja, pia la chakula la nini ambacho unakula kinaenda kwenye mfumo wa chakula kinatengeneza nini. So tumekusogezea hii leo kwa ajili ya kukumbusha kwamba unatakiwa utumie viungo hivi kama chai kama viungo vyako vya chai, itakusaidia sana kwenye mfumo wa nguvu za kiume. Takigusia pia siku nyingine kiungo kimoja kimoja kinafanya kazi gani hasa, lakini mchanganyiko wote huu unakupelekea wewe kutengenezea chai ambayo kidume anapaswa kunywa, sio tu chai ya kutia majani, sukari. So, katika chai yako ukishachanganya, ukishaichemsha, ikiwa iko tayari Unavyoweka kwenye kikombe usitumie pia sukari, iweka pembeni, iache, utaikuta kwenye masuala mengine. tumia asali. tumia asali. Kwa sababu pia moja um, ya vitu kitu ambacho pia kinasababisha masuala ya nguvu upungufu nguvu za kiume vipi, sukari ipo, watu wanashindwa kuwa na balance ya namna ya kuweka, takadiria kiasi gani kinanifaa. Mwingine anatumia sukari nyingi, lakini ili kwa salama zaidi, tumia asali mia asali itakufanya kuwa imara. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja kukukumbusha, hii ndiyo chai ya nguvu za kiume inapaswa kuwa uh, hii ni karafuu, hii ni pilipili manga, hii ni tangawizi ya unga na hii ni dalasini ya unga. Vyote kiviweka pamoja, ukavichemsha, ndio ikawa chai yako, utakuwa umefaulu sana sana. kwa hiyo tuendelee kupeana hivi eh, vitu tutaelekezana vitu vingi zaidi, lakini kwa sasa hivi chukua hiyo. Kama ni hauna huo utaratibu, basi ingiza hivi viungo kwenye utaratibu wako wa kunywa chai. Hakikisha chai yako inakuwa na vitu hivi, sio majani na wala sio vitu vingine. Hapo unaweka viungo vyako hivi, unachemsha kama chai, unaweka na asali, unakunywa. Mwanzo inaweza ikakupa shida. Mimi mwanzo wakati naanza kuvitumia hivi miaka ya nyuma nilionaga shida yani kunitumia kunywa kama kama chai lakini baadaye, uh, inazoeleka na unazoea na unakua ndo chai pekee ambayo wewe unataka. Lakini mwanzo unaweza ikawakuletea kidogo mbaya. Lakini, njio, hii ndio haswa hii mimi nimeshuhudia hii ndiyo chai inayofaa kwa mtu ambaye anataka kuwa kidume. Kwa hiyo fanya pitapita sokoni Uh, madukani, magengeni, vipo. Tengeneza zako, saga, ni vyema ukasaga, weka kwenye sufuria, chemcha zako chai, kunywa zako asubuhi, weka asali, kunywa itakusaidia sana.